Bila shaka utakuwa na kumbukumbu ya mkutano kati ya rais wa Marekani Donald Trump na rais wa Ukraine Volodimir Zelenski ambao ulikatika ghafla baada ya Trump kumshutumu vikali Zelenski, naye Zelenski kwa kujitetea akakataa kupelekeshwa. Sasa hiyo inaweza kuwa sawa na huu mkutano kati ya rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa na rais wa Marekani Donald Trump. Mkutano kati ya Ramaphosa na Trump ulilenga kupoza mvutano uliopo kati ya Marekani na Afrika Kusini, lakini uligeuka kuwa wa mvutano mkubwa wakati wa ziara ya Ramaphosa nchini Marekani, huku Rais Trump akimweka mwenzake katika hali ya kujitetea kutokana na madai kuwa wakulima weupe nchini Afrika Kusini wanauawa na kuteswa. Ni wiki moja tu baada ya Marekani kuwakubalia hifadhi karibu wa Afrika weupe 60 kutoka Afrika Kusini, jambo lililoikera Afrika Kusini. Siril Ramaposa ametembelea ikulu ya Marekani, White House, kwa nia ya kurekebisha uhusiano kati ya mataifa hayo mawili. Hata hivyo, Trump amemshtukiza Ramaposa katika mkutano wa ana kwa ana wa moja kwa moja kwa madai yaliyochunguzwa kuhusu madai aliyoyaita mauaji ya halaiki ya weupe nchini Afrika Kusini. Trump alionyesha video inayoonyesha maandamano yenye misalaba mingi kando ya barabara, akidai kuwa ni makaburi ya wakulima weupe. Trump alisema hajui video hiyo ilirek wapi nchini Afrika Kusini. Hata hivyo, kwa hakika misalaba hiyo siyo makaburi halisi bali ilitumika kama sehemu ya maandamano ya mwaka elfu mbili na ishirini baada ya wanandoa wa kulima kuuawa katika jimbo la KwaZulu Natali, eneo la kusini magharibi mwa Afrika Kusini. Waandamanaji hao walisema wakati huo kuwa kulikuwa na maonyesho ya wakulima waliouawa kwa miaka mingi. Kabla ya mkutano wa White House, Ramaposa alisisitiza kuwa lengo lake kuu lilikuwa kuboresha biashara na Marekani. Bidhaa za Afrika Kusini zinazouzwa Marekani zinakabiliwa na ushuru wa asilimia thelathini mara baada ya muda wa msamaha wa ushuru wa Trump kumalizika mwezi Julai. Ramaposa sasa kwa kutaka kupoteza mada hiyo alijaribu kumfurahisha Trump kwa kumtania kuwa yeye amefanya mazoezi ya, ya gofu, kwa kuwa Trump anacheza gofu pamoja naye alikwenda na wachezaji wa gofu wawili maarufu kutoka nchini Afrika Kusini na kumpa kitabu kikubwa kilicho na picha za viwanja vya gofu vya nchini humo. Mkutano huo unafanyika siku chache tu baada ya Waafrika Kusini wapatao hamsini na tisa kuwasili nchini Marekani na kupewa hifadhi ya kisiasa. Ramaphosa alisema wakati huo kuwa watu hao ni waoga kwa kuondoka nchini Afrika Kusini. Hata hivyo, mkutano wa ikulu ulianza kwa utulivu hadi hapo Trump alipoagiza taa izimwe kwa ajili ya kuonesha video. Hapo hali ilibadilika ghafla. Video hiyo ilihusisha sauti ya mwanasiasa maarufu wa upinzani nchini Afrika Kusini, Julius Malema akiimba piga bua piga mkulima, kisha ikaonyesha uwanja wenye misalaba mingi ambayo Trump alisema ni makaburi ya wakulima weusi. Alimkabidhi Ramaphosa nyaraka zenye machapisho ya habari kuhusu mashambulizi dhidi ya watu weusi nchini Afrika Kusini. Trump alisema anataka maelezo kutoka kwa mgeni wake Cyril Ramaphosa kuhusu madai ya mauaji ya halaiki ya weupe, madai ambayo yamekanushwa vikali na Ramaphosa. Posa. Ramaposa alijibu kuhusu kauli za wapinzani zilizoko kwenye video hiyo akisema, kile ulichokiona ni hotuba hiyo, siyo sera ya serikali. Tuna demokrasia ya vyama vingi nchini Afrika Kusini inayoruhusu watu kujieleza. Sera ya serikali yetu inapinga vikali kile alichokuwa na kisema Malema, hata bungeni na chama chake ni kidogo sana kinachoruhusiwa kuwepo kwa mujibu wa katiba yetu, alieleza Sirili na Ramaposa. Ramaposa alionyesha wajumbe walioambatana naye ambao ni weupe wa wakiwemo wacheza gofu Ern L na Retief Goosen pamoja na tajiri mfanyabiashara mkubwa zaidi nchini Afrika Kusini Johan Rupert. Kama kuna mauaji ya halaiki ya weupe, hawa watu watatu wasinge kuwepo hapa, alisema Ramaphosa. Kisha Trump aliingilia akasema, lakini mnawaruhusu kuchukua ardhi. Halafu wanapochukua ardhi, wanamuua mkulima mzungu na hakuna kinachowapata. Lakini Ramaphosa akajibu, hapana. Trump alionekana kurejelea kauli ya Malema na chama chake ambacho si sehemu ya serikali kwamba wana mamlaka ya kuchukua ardhi kutoka kwa wakulima weupe, jambo ambalo si kweli. Sheria yenye utata iliyosainiwa na Ramaposa mapema mwaka huu inairuhusu serikali kuchukua ardhi bila fidia, lakini katika mazingira fulani, serikali ya Afrika Kusini inasema hakuna ardhi iliyochukuliwa bado chini ya sheria hiyo. Hata hivyo, Ramaposa alikiri akisema, uhalifu nchini mwetu, watu wanaouawa kwa sababu ya uhalifu, si kwa sababu ni weupe, wengi wao ni weusi wanaouawa. Afrika Kusini haitoi takwimu za uhalifu kwa msingi wa rangi, lakini takwimu za hivi karibuni zinaonyesha watu takribani elfu kumi waliuawa kati ya Oktoba hadi Disemba mwaka elfu mbili na ishirini na nne, kati ya hao watu kumi na wawili waliuawa kwenye mashambulizi ya mashamba na mmoja tu alikuwa mkulima, watano walikuwa wakazi wa mashambani na wanne walikuwa wafanyakazi, lakini wengi wao wakiwa ni weusi. Madai ya mauaji ya halaiki ya weupe yamekuwa yakisambazwa kwa miaka mingi na makundi ya siasa kali za mrengo wa kulia. Mwezi Februari mwaka huu jaji wa Afrika Kusini alitupilia mbali madai hayo akiyaita ya kufikirika, akimaanisha hayana uhalisia katika kesi ya urithi iliyohusisha mchango wa kundi la ubaguzi wa rangi. Trump alipokuwa akiendeleza hoja hiyo Ramaposa alibaki mtulivu na alijaribu kutumia haiba yake kwa kutania kuhusu kutoa ndege kwa Marekani na Trump akajibu kuwa ukinipa ndege nitapokea, na Ramaphosa akajibu kuwa sina uwezo wa kukupa ndege. Alilitaja jina la shujaa wa kupinga ubaguzi wa rangi Nelson Mandela akisema Afrika Kusini bado imejikita katika maridhiano ya kikabila. Alipoulizwa na mwandishi wa habari nini kingetokea kama wakulima weupe wote wangeondoka nchini Afrika Kusini, Ramaphosa alielekeza swali hilo kwa waziri wake wa kilimo John Steenhuisen ambaye sema wakulima wengi bado wanataka kubaki nchini Afrika Kusini lakini Trump aliendelea kumshambulia Ramaposa ambaye aliepuka kuingia kwenye mzozo wa maneno tofauti na ilivyotokea kwa rais wa Ukraini Volodimir Zelenski alipokutana na Trump mwezi Februari. Baada ya mkutano huo kumalizika, kiongozi wa chama cha Economic Freedom Fighters EFF Bwana Julius Malema alibeza mkutano huo akisema ni kundi la wazee waliokutana Washington kumsema. Patrick Gaspard aliyekuwa balozi wa Marekani nchini Afrika Kusini chini ya utawala wa Barack Obama aliuita mkutano huo kuwa aibu ya wazi. Ni dhahiri kulikuwa na mtego kwa rais wa afrika Kusini, kulikuwa na nia ya kumdhalilisha, kuiaibisha Afrika Kusini kwa ujumla, alisema balozi huyo. Kiongozi wa kundi mashuhuri la Afrika kusini linalowakilisha masilahi ya waafrika weupe AfriForum, ameliambia shirika la utangazaji la Uingereza, BBC, kuwa kuna masuala halisi yanayohitaji kushughulikiwa. Alipoulizwa kama Afri Forum ilihusika katika kutengeneza video hiyo iliyotumika Ikulu, mkurugenzi mtendaji Kari Kriel amesema kundi hilo limewahi kutumia baadhi ya vipande vya video hiyo katika kazi zao lakini akakanusha kuhusika kutengeneza video hiyo iliyotumiwa na Trump. Video hiyo inapatikana kwa urahisi kwa watu wengi lakini nadhani ilikuwa muhimu kuonesha kuwa hali hiyo haiwezi kufichwa. Na kama kutakuwa na suluhisho basi masuala halisi lazima yashughulikiwe. Nadhani video hiyo ilitoa ujumbe huo kwa nguvu. Alisema mkurugenzi huyo. Hata hivyo, mvutano kati ya Afrika Kusini na Marekani si jambo jipya. Siku chache baada ya Trump kuingia madarakani kwa muhula wa pili mwezi Januari, Ramaposa alisaini sheria tata iliyoruhusu serikali kuchukua ardhi ya watu binafsi bila fidia iwapo itahesabiwa kuwa ni haki na kwa masilahi ya umma. Hatua hiyo iliharibu zaidi taswira ya nchi hiyo yenye uchumi mkubwa zaidi Afrika mbele ya utawala wa Trump ambao tayari ulikasirishwa na kesi ya Afrika Kusini dhidi ya Israeli katika mahakama ya kimataifa ya haki. Mwezi Februari, Trump alitangaza kusitisha misaada muhimu kwa Afrika Kusini na kuahidi kuwapokea baadhi ya wa Waafrika weupe ambao wengi wao ni kizazi cha walowezi wa Kiholanzi na Kifaransa kama wakimbizi. Balozi wa Afrika Kusini nchini Marekani, Ibrahim Rasool, pia alifukuzwa mwezi Machi baada ya kumtuhumu Trump kuwa anahamasisha ubaguzi wa rangi na kujaribu kuibua hisia za weupe kuwa wahanga kama chombo cha kisiasa. Hii ni Msasa Media, endelea kuwa karibu nasi katika mitandao ya kijamii kote tunatumia, Msasa online. Msasa kisasa zaidi.